Ni matokeo mazuri lakini tulistahili kuwafunga magoli mengi sana. Uh, but uh, I'm happy with the game. Uh, nimefurahi sana. Um, yeah. Nimefurahi matokeo, sio feha, tutakiwa tuwafunge magoli mengi, lakini wenyewe wamefurahia sare, so yeah, I'm, I'm happy with the game. Asante. Eh, nimejisikia vizuri, wamenisapoti kwa hali na mali, nimeona watu wengi wamejitokeza. Eh, hiyo inanipa motisha sana kwa kitu nilicho kwamba ni ni sahihi. Hicho ndo cha kwanza e, yeah. Nimeona watu wameenjoy, watu wamefurahi football nzuri, so inanipa motisha ya kufanya tena mwakani na na miaka kuja ina, inayokuja mbeleni. Unajua kwamba unacheza mpira so kuna support yote ambayo yako pana sipati eh, eh, si, sijawashirikisha kwanza, ili hilo la kwanza e, ili nimefanya mimi kama mimi sio nimefanya mi mimi na, na timu yangu so eh, maybe mwakani nikiwashirikisha maybe wanaweza kunisapoti lakini, na, na imani nikiwashirikisha wanaweza kunisapoti 100% pia, kuna mpango labda wa kwenda mikoani Hili ni tamasha ambalo litakuwa linafanyika kila mwaka kuwakusanya wachezaji masupasta kucheza tamasha kama hili bati. Tunawakaribisha watu wote ambao wako mikoani. E, mwaka huu hatukuweza kuwakaribisha watu wengi sana wanaotoka mikoani kulingana na mwanzo uchanga wa hili tamasha. E, na imani mwakani likishakuwa kubwa, e, tunaweza kukaribisha watu wote ambao wanatoka mkoani kuja kujumuika kuonesha vipaji vyao. Nianze um, eh, eh, ni na wachezaji wenyewe wameonyesha vipaji wao walivyo nao, wameonyesha vitu vyao walivyojalia katika football. So hiyo ni thamani moja wapo ambao wameipata wachezaji, na mashabiki pia wamepata thamani ya kuangalia, eh, mpira mzuri. So ni vitu vingi. Madam atatarajii kuona labda kufanya labda ijae ukaipeleka kiwanja kingine Ndo mara ya kwanza kama nilivyosema, ndo mara ya kwanza tumeifanya. Hatukutaka kuipeleka hata mkoani, hata nilipozaliwa nina, ningeweza kuipeleka eh, lakini ndo mara ya kwanza kama tulivyosema, ni changa. Kwa hiyo mwakani tutapanga, uh, tu, tunaifanyaje, itakuja idea nyingine, kwa sababu ni mara ya kwanza nimeona niifanyie katika Eh, mkoa wa Dar es Salaam ambako watu ni wengi, wataitikia sana. Kiujumla wewe umeridhika, labda na umati kwa mara ya kwan kwanza ulivyotengeneza? Eh, niko na furaha kwa eh, kwa waliojitokeza na kwa walioangalia kwenye TV. Nina furaha wamejitokeza, wamenisupoti, so I really appreciate them.